Jamani, muendeende kwenu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, dau marudhakum bi akakiri ardhiha, watibuni wagonjwa wenu kwa mizizi ya kwao. Hadithi ina maana nyingi sana sometimes, unakaakaa hapa eh, nenda kushoto kidogo, wakakuone si ndo kwenu. Hujai kwenda simiu, siku zote unatafuta tu, upati huo mpira. Kuna kusawazisha je, maisha, yasawazishe maisha yako kwa kurudi nyumbani kidogo, sawa Eh, rudi nyumbani, upepo wa nyumbani dawa wenyewe. Waswahili wana maneno yao, wanaweza kuona kama haya na mpango, lakini ndo dawa yao. Rudi kilipokatikia kitovu chako, japo kidogo, wakakuoneone wakikuona, wale wazee wanakubuharia, wanakufanyia, wanakubariki, wanakubuharia yani wanakufanyia, wanakubariki, watakuchinjia kikuku kidogo, kama sisi kwetu watakupa pepeta au bwimbwi. Ukija huku maisha mapya, unafanya kazi yako huko, eh, Dar es Salaam, natafuta tu natafuta tu. Una, mwisho unatafutwa wewe